Husu mchezo wa kesho na Simba tumejiandaa vizuri mpaka, uh, sasa wachezaji wa kuunderstand na pia swala la mbinu na ufundi, timu imeandaliwa vizuri kwa ajili ya kuweza kupata pointi tatu muhimu mchezo wa kesho. Uh, niseme kwamba tangu tumeweza kujiunga na na Mashujaa na mwenzangu Salum Mayanga mpaka sasa hivi timu tumeiweka sawa kila kila sehemu. Idara ya ulinzi timu iko sawa, idara ya ushambuliaji timu iko sawa. Ndio maana kuna baadhi ya michezo nyuma tumeweza kufanya vizuri na ukiangalia pia mwendelezo wa timu sio mbaya, ni mzuri, lakini tukisema mchezo uliopita ambao wameweza kupata ushindi mwishoni, na kitu pekee ambacho tunasema huu mchezo wa kesho tumejiandaa vile kupata, kuna, kufanya mwendelezo mzuri kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mchezo wa kesho, na, na kiujumla niseme kwamba changamoto itakuwa kubwa sana najua, kwa sababu ni timu zombo nakutana nayo ina ina ina wachezaji wazuri ambao wanaweza kufanya pressure yote kuweza kufanya makosa na kuna nini na kuruhusu magoli, lakini sisi tumeandaa timu vizuri, defense iko vizuri, na tumeandaa timu kuwa imara kuweza kukutana na wale yote ambao Simba watakuja nayo. Ah, ujue unapokuwa unajiandaa kwenye hizi mechi unaangalia na mpinzani ambao unakutana naye. Kwa hiyo sisi kama walimu tumeweza kuangalia ratiba tulikuwa nayo, siku ambazo tulikuwa nazo mpaka kutana mchezo aa, na timu ambayo tunakutana nayo Uh, ni Simba wako bora umetoka kufanya kuna nini kuingia fainali kwenye mashindano ya, ya CAF. Kwayo, ni kwa hiyo niwapongeze kwa hilo pia. Kwa hiyo tunajua tunakutana timu bora. Kwa hiyo kwa muda ambao tume, tumekuwa nao hapa Dar es Salaam tumeweza kufanya mazoezi kuiandaa timu kwa mazoezi kuweka sawa ili kuweza kuwakabili wapinzani ambao tunakutana nao, uh, kiufundi yeah, tumepata muda mwingi kuiangalia Simba, mechi nyingi zimecheza, lakini hatuwezi kusema kwamba alivyocheza kwenye mashindano ya kafu basi atakuja kucheza kama kama mashindano ya, ya NBC Premier League. Kwa hiyo, tunajua atakuja tofauti lakini sisi pia tumejiandaa kwa aliyo yote ile ambayo anakuja nayo Simba kuweza kumkabili na kumanage. Kwanza kabisa tuna, tunaamini pia hata safu ambayo iko nayo ya washambuliaji ni nzuri, ya, ya wana quality players ambao wana uwezo kuadhibu muda wote. So tumeiandaa timu vizuri kuweza kumanage kwa, kwa namna yote kuweza kuwakabili vizuri na tumeiandaa timu vizuri kuweza kupata pointi tatu. Mimi kama kiongozi wa wachezaji, wachezaji wangu wapo kwenye hali nzuri sana. Wachezaji wote tumejiandaa kwa ajili ya kuikabili mechi ya kesho. Tunajua ukubwa wa mechi ya kesho na tunajua nafasi ambayo tupo na tunajua pia tunahitaji nini katika mchezo wa kesho, ili tuzidi kujiwekea hakika wa kusalia kwenye ligi. Ningependa kusema kwamba kila jua lina mwangaza wake. Kwao mchezo uliopita, mchezo wa kwanza ule, tulipoteza ni kweli, lakini mechi ya kesho ni mechi ambayo inachezwa katika siku nyingine tarehe nyingine, sio kama mechi iliyopita. Koo kwenye mpira, of course lolote inaweza likatokea. Inshallah Mungu atasaidia kwa hilo, kwa jinsi tumejiandaa kucheza mechi ya kesho. Kwenye mpira, dakika 90 zitaamua. Of course tunajua aina ya timu ambayo tunaenda kukutana nayo, ni timu bora, ni timu kubwa barani Afrika, hilo linajulikana, lakini kila jua lina mwangaza wake, itajulikana, itakucha ita vipi kikubwa kwanza, unapokutana na timu ambayo ina daraja kubwa kukuzidi, cha kwanza saikolojia ambayo utakuwa umetengenezewa na walimu wako ndio itakusaidia. Pia pia utakapokuwa pale uwanjani, jinsi mwalimu atakavyokutuliza na we mwenyewe utakavyoingia kwenye mchezo, mind ndio kitu kikubwa sana, mindset kwenye mchezo mkubwa kama huo. Kwa hiyo, kwa asilimia kubwa wachezaji tulionao kwenye timu ni wachezaji ambao wamepevuka kimpira sioni kama kutakuwa kuna tatizo kubwa sana la namna ya kucheza. Kwa hiyo sio mara ya kwanza tunakutana na timu kubwa, tushakutana nazo. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo tutaamka na kuweza kutekeleza jukumu ambayo tutakuwa tumepewa. Kwanza tunashukuru uongozi wetu Ka, kwa kwenye kila chumba cha mchezaji tumejitahidi kubandika msimamo ule kwao, mtu akiamka tu anakutana na msimamo pale. Kwa hiyo inamwongeza mchezaji morali ya kupambana, kujua hatupo kwenye nafasi nzuri, tupambane namna gani kuweza kuinusuru timu ya watu. Malengo yatatimia bila shaka, Mungu atusaidia, malengo yetu yatatimiza. Tumezamilia kuanzia mwanzo wa ligi, tutatimiza malengo yetu inshaallah.